Karibuni kwenye somo hili la ndoa kwa mara nyingine tena ambaye Mungu ametupa. Ah, sisi kama wanandoa tumekutana kwa ajili ya kukumbushana wajibu wetu katika ndoa. Napenda niseme maneno machache sana kwa habari ya ndoa yako, masikitiko makubwa ambao yanatokea ulimwenguni, hasa watu wanapoachana, familia inapopata mateso, watoto wanapokuwa hawajui mwelekeo wa maisha, wazazi wanapotengana, huzuni kubwa inawafuata watoto. Sasa naomba tuelezane namna ambavyo tunaweza tukaitengeneza ndoa na kulea watoto wetu pamoja Tukuze ufahamu wa ndoa. Somo hili ni pana, lina matawi mengi, lakini naomba mimi niongelee maneno machache sana, hasa wewe mwanadamu, wewe mwanadamu, wewe unayeingia leo au unataka kuingia leo kwenye ndoa, naomba nikuambie jambo hili kwamba ndoa ni jambo zuri kama litaenda katika uzuri, lakini ndoa ni chungu sana kama haitaelezwa vizuri, kwani ndoa ni mfano wa kiumbe kinachozaliwa kinahitaji kutunzwa na kulelewa. Sasa kama ndoa imekosa malezi, ni rahisi sana kwa wanandoa kuingia kwenye majuto. Ndoa ina hatua tatu. Hatua ya kwanza ni ile Sulemani anayoisema kwenye kitabu kile cha wimbo ulio bora. Anamsifia sana mwanamke Sulele ya sita, anaonyesha kila kiungo cha mwanamke kilivyo kizuri machoni pake. Hii ni hatua ambayo kila mmoja ameficha makucha, ameficha tabia, amejificha ili aonekane bora kwa mwenzi wake. Lakini hatua ya pili ni ile hatua ya Sulemani katika kitabu cha Methali, anapomwambia mwanamke, ni heri nguruwe avishwe dhahabu puani kuliko mwanamke. Maanake tayari ndoa, kila mmoja ameanza kuyaona matatizo ya mwingine. Hapa ndipo penye matatizo na watu wengi wanaachana hapa. Hii ni hatua ya pili ya kuzizoea tabia za mtu mwingine. Hatua ya tatu ni hatua ambayo kila mmoja amekomaa amemwelewa mwenzake, anajua wapi udhaifu wa mwenzake, anajua wapi shida ya mwenzake. Sasa eneo hili likichukuliwa vizuri, ndoa itaendelea kuwa bora na yenye thamani, kwa sababu ndani ya ndoa changamoto hazikosekani, ila zinatakiwa kutatuliwa na kukaa salama, huku tukimwomba Mungu wa mbinguni. Tuwasiliane, tuendelee kushauriana kwenye changamoto ya hizo ndoa, na Mungu awabariki.